Na tuweze kuja kufanya zimoto baadaye. Kwa hiyo, baada e, ya, ya kuona mradi huu hapa Unyankhae, mwelekezo wa serikali ya wilaya ni kwamba, kwanza wanasingida kufahamu kwamba serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan iko kazini. Inawapenda watoto watoto wa Singida na serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, wilaya ya Singida ipo kwenye maandalizi ya kuhakikisha kwamba Januari watoto wakifungua shule madarasa yaweze yaweze yaweze kuongezeka. Kwa sababu kila mwaka kutokana na elimu bila malipo watoto wanakuwa Uh, wanaongezeka, kumekuwa hakuna utoro na kubwa zaidi wazazi wame, wamepata mwamko wa kuleta watoto wao shuleni. Nawapongeza wazazi wilaya ya Singida na, na, na, na, na pia kwa watoto na wazazi kusimamia utoro kuepo kutokana na mazingira ya shule yameboreshwa zaidi na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Lakini lingine ni kwamba yale maeneo yote ambayo bado chakula kijaanza kutolewa vizuri, asilimia takriban 90 ya kutoa chakula, chakula mjipange kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mwakani shule zote tunatoa chakula katika manispaa yetu ya Singida. Na kubwa sasa ile ujenzi wa shule za boosti wana Singida tuna takriban milioni 600 kwa mradi wa boosti peke yake tu na madarasa 17 ambayo tumeshasikia wataalamu wamezungumza hapa. Sasa sisi kama serikali ya wilaya moja cha kwanza tunataka tuhakikishe kwamba ujenzi wa madarasa haya unaisha mapema. Maana na tunafahamu kabisa baadaye mwezi wa 12 hapo kutakuwa na sherehe kadhaa kadhaa kadhaa wasije wakandaza kasingizia kwamba tulikwenda kwenye sherehe ikatokea mambo kama haya. Sherehe za mwisho wa mwaka. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba mpaka tarehe kumi mpaka tarehe kumi mwezi wa kumi na mbili wa, wa tarehe kumi mwezi wa kumi na mbili tuwe tumekwisha maliza madarasa yote haya, maana mmeniambia kwamba mpaka tarehe thelathini mtakuwa mekaa sawasawa mwezi huu wa kumi na moja lakini sasa mi nawaongezea siku zile kumi zingine kwamba mpaka tarehe kumi mwezi wa kumi na mbili madarasa yote, yote yamekamilika, zibakie shughuli zile ndogo ndogo za kumalizia ili tukikwenda mpaka Januari watoto wanafungua shule madarasa haya yaweze kutumika na watoto wetu. Hili ni jambo kubwa, ni jambo la kipekee kwa sababu hatuna akaunti hatuna za fedha hizo tayari zina fedha. Yaani kwa maana fedha imeshakuja tayari. Na mara nyingi fedha kama hakuna fedha ndio huwa changamoto. Sasa kama tuna fedha lazima kazi hiyo ifanyike, lengo ni kubwa. Kwanza madarasa yaishe mapema, mwakani tuingie darasani vizuri, lakini cha pili vijana wetu waingie kazi, wapate kazi. Maana miradi hii inapokuja nimewasikia vijana wanazungumza. Makabanda salama jamani. Mambo poa kabisa. Mko kazini kazi, nazo kwenye wakati, fedha ipo inatokea itumike, madarasa kae sawa sawa, vijana wapate kazi, kazi iendelee. Hawa miradi hii kutokuwa kazini, na sisi tunataka wawe, waweze kuwepo kazini katika wilaya yetu ya Singida. Kwa hiyo engineer Mligo najua ni mchapakazi, tusimamie kwa pamoja zile kamati zote katika maeneo yote, zile kamati ya ujenzi, kamati ya mapokezi, kamati ya manunuzi zisima, zisimamie ipasavyo kwamba utaratibu wote unatakiwa kufanyika uweze kufanyika, kufanyika ili kuondoa changamoto yote ambayo inaweza, inaweza kutokea. Kwa hiyo injinia, weka mpango kazi mzuri kwa kila site, kama hapa Unyankhae weka hivyo, kule Kisaki weka hivyo, maeneo yote haya weka hivyo, hivyo. hivyo. ili kila mtu aweze kuona kazi inavyokwenda na, na, na, na tuweze kumfuatilia kwamba kila siku, kila wiki umekuwa na asilimia asilimia ngapi, kwa mwezi, mwezi ule wa 12 tu tumefikia malengo mazuri ya kumaliza kwa hiyo, na mpango kazi huo uweze kufahamika na watendaji wa kata, mbandike kwenu uweze kujua kwangu iko hivi. Na kila miradi hiyo yote milioni mia sita, weka mtu wako kama injinia msimamizi mkuu kamati ile ya, ya ujenzi Katibu anatakiwa ni mtu ambaye anafahamu mambo ya ujenzi ujenzi haya, na wewe unafahamu aidha, unamchukua kwenye shule husika, ama anatoka kwenye dada yako, lakini lazima tupate mtu ambaye anatoka kwenye dada ya division ya ujenzi, awe anapitia shule hizi kufuatilia, kuona kwamba je, imekwenda kama tulivyokubaliana, ili watoto wetu waweze waweze waweze waweze kuingia darasani mwakani bila kuwa na na usumbufu wa aina yoyote. Lakini wapongeze walimu kwa kazi kubwa mnayofanya, ongeleni walimu na kazi kubwa sana, na pia kwa shule zetu endelee vizuri Mmeongeza wanafunzi kupata chakula. Kwa hiyo tulisimamia ambao bado wako chini, mpandishe ili tuweze kumaliza. Nimeshalizungumza hiyo tayari, lakini ya miradi injini tu tuisimamie vya kutosha. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.